Assalamu alaykum wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu Waislam na wapenzi katika imani, kokote pale mlipo duniani, alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu aliyetuwafikisha kuweza kutekeleza zoezi tukufu kabisa la ugawaji wa mashaf Quran maneno ya Allah subhanahu wa taala katika Madrasatul Muhajirin iliyoko Mbande jijini dar es Salaam. Ndugu zangu wa Islam na wapenzi katika iman, Allah ametuwafikisha kuitembelea hii Madrasatul Muhajirin iliyoko Mbande jijini Dar es Salaam, madrasa ambayo ndugu yangu, watoto Masha Allahu Taala waliokuwepo hapa ni watoto ambao wamehifadhi Qur'ani, lakini huwezi kuamini mazingira wanayosomea. Mabanda mnayoyaona yaliyojengwa kwa dharura katika kiwanja cha mtu ndiyo madrasa yao wanayosomewa, huku wakikabiliwa na changamoto ya kukosa pahala pa kusomea na facility ama nyenzo zinazoweza kuwafanya wakasoma vizuri. Tunamshukuru Allah subhanahu wa Ta'ala. Sisi kama taasisi ya The Ikram Foundation tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa dada yetu Masha Allah, Mwenyezi Mungu amlipe kila lenye heri na kila lenye baraka kwa kujitolea kutoa mashafu ambazo tumezigawa kwa watoto ambao wenye shida na dhiki ya vile vya kusomea. Allah amlipe kila lenye heri na amlipe kila lenye baraka kwa hii kazi kubwa kabisa aliyoitenda dada yetu huyu mpenzi wa mambo ya kheri. Wito wetu kwenu ndugu zangu, tujitahidini sana insha Allahu taala kuzitembelea, kwani hali za madrasa ni hali mbaya kabisa, na watoto wanasoma katika mazingira magumu. Tunamomba Mwenyezi Mungu amaondoshee mitihani na misukusuku dada yetu huyu aliyejitolea mashafu hizi kwenda kwa watoto hawa wa madrasa. Ndugu yangu mpenzi, unayenitazama eneo unaliona na mbele yako ni eneo ambalo limepat, limepakana na pahala ambapo watoto hawa wanasoma, na eneo hili ambalo watoto hawa wanalosomewa ni eneo ambalo msamalia mwema amejitolea ili waweze kusomea hapa, lakini ni kwa muda maalum, kwa sababu na yeye pia anataka kuendeleza harakati zake za sehemu yake kitendo ambacho kinapelekea madarasa hii huenda ikafa ikiwa itakosa uwezo wa kununua eneo la mbele yao. Na eneo unaloliona, ndugu yangu mpenzi Muislamu lililoko mbele ya madrasa hii ni eneo ambalo linatakiwa kununuliwa kwa gharama ya milioni kumi na tano ili liingie katika mamlaka ya madrasa na waweze kuomba udhamini na msaada wa kujengewa madrasa nzuri ya kisasa ili watoto waweze kusoma Qurani katika mazingira mazuri. Ndugu yangu mpenzi Muislam, Qurani ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Allah subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa salama, fastamsik bil alladhi uhiya ilaika, shikamana na kile ambacho kilichoteremshwa wahai kwa wewe. Innaka ala siratin mustaqim, hakika yako wewe Muhammad upo katika njia iliyonyoka. Wa innahu la dhikrun laka wa saufa tusaluna, na hii Qurani ni ukumbusho kwa wewe Muhammad na mtakuja kuulizwa juu ya Qurani. Ndugu yangu mpenzi muislamu na mpenzi wa mambo ya kheri, tunawaomba ndugu zangu, kwa wale ambao uwezo mkanao. Yaweza kuwa wewe uwezo hauna, lakini unamfahamu mtu ambaye mwenye uwezo wa kuweza kuwanunulia eneo hili watoto hawa, wakaweza kujengewa madrasa ili waweze kusoma, basi tekeleza hilo, kwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, adalu ala lkhairi kafailihi, mwenye kuitenda kheri, mwenye kuijulisha kheri ni sawa na mwenye kuitenda. Wito wetu sisi kama taasisi ya the Ikram Foundation Tunawaiteni wapenzi wa, wa mambo ya kheri, tuweze kupambana tulipate hili eneo, ili watoto hawa wasikatishe masomo, waendelee kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika hii ni sadaqa tujaria itakayokusaidia wewe hapa duniani na kesho akhera. Shukran lakum, jazakumullahu khaira, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salalsalam nimwendie mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad Muhamadi saaa sallam. Sisi wanamadrasat Muhajirina tunamshukuru Allah subhanahu wa taala ambaye ametujalia kutembelewa na ugeni kama huu. Allah subhanahu wa taala aujaze kila la kheri. Lakini pamoja na kutembelewa na ugeni huu wa lilahi alhamdu, bado tunamshukuru Allah subhanahu wataala ugeni huu kakumbuka kwamba wanaenda katika kituo ambacho inafundishwa Qurani ama inafundishwa inafundishwa ya Allah tukaletewa ama tukaletewa vitabu vya Allah kwa ajili ya kuendelezea dini yake. Alhamdulillah, Madrasatu Muhajirina e, tumepokea vitabu hivi vya Allah. Alhamdulillah. Ni jambo la kumshukuru Allah, na tutamwomba Allah subhanahu wa taala tutie nguvu kwa sababu hii ambayo imepatikanika ili tuweze kuiendeleza dini ya Allah, ifike mahala ambapo pale alipopakadiria. Twamshukuru aliyetoa. Allah amlipe kila la kheri, <gayamu> amjalie kila la kheri, amwondoshee matatizo aliyokuwa nayo na amlipe mema hapa dunia kesho akhera, mwanamama huyu ambaye Allah subhanahu wataala amwemwelekeza nia yake akione kituo hichi cha Muhajirina. Wallahi sisi hatutakumlipa malipo ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atamlipa na atamwongezea na atamwondolea matatizo yote ambayo yanamshughulisha katika maishani mwake, na hatimaye tumuombea kila la kheri, apate mwisho mwema hapa duniani na kesho awe beneti na daraja moja na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam.